Hello, karibu Kashim Garden. Ni sehemu pekee inatoa elimu na namna bora ya kutunza maua. Leo naomba nishare na wewe namna ya kupanda maua. Leo niko nafata maua kwa ajili ya kwenda kumpandia mteja wangu. Hapa niko barabarani nafata maua. Hapa na final nimefika sehemu husika. Hapa niko nachagua maua. Huu ni mti mzuri sana unaitwa Eugenius. Na baadaye nikapakia maua yangu kwenye gari kwa ajili ya safari. Na hapa nimefika nyumbani kwa mteja. Niko nashusha mzigo wa maua. Nimemaliza kushusha. Na hapa a, nafanya usafi wa eneo a, kabla ya kuanza kupanda maua. Maua yanahitaji sehemu iwe nzuri, siwe na makokoto mengi. Hapa niko na arrangement maua kabla ya kuanza kuyapanda. Na ni hii ni moja kati ya maua ambayo nimeyaweka hapa kwenye hii bustani, likuwa linaonekana kama unavyoliona, ni ua zuri sana kwa ajili ya mapambo ya garden, linaitwa Jerusalem Final. Eneo letu linaonekana kama hivi, limeonyesha utofauti sana na mwanzo ambavyo ilikuwa plain na mwonekano ambao upo sasa hivi. So hapa tuko tuna testi machine ambayo ni ya swimming pool kabla ya kukabidhi kazi. Uh, karibu Kashim Garden uh, kampuni yetu inatoa huduma nzuri na bora kuhusiana na mandhari uh, na kukupa ushauri namna kutunza mazingira yako na mimea yako. karibu Kashim Garden tukudumie.